Naamini mko salama kabisa. Kama nilivyojitambulisha awali, naitwa Eugene Ponera, niko hapa kwa ajili ya kupresenti mapendekezo ya mradi mkuu ambao tulipanga kwamba tunapendekeza kwenu, presentation ya mradi wa kuku wa mayai. Nimetengeneza breakdown ndogo, na hii ni projection ya miezi isiyozidi sita kabla ya kuanza kuona faida. Huu ni mradi wa kuku wa mayai, lakini ni kuku chotara, sio wale broila wa muda mfupi hawa ni chotara. Kwa nini chotara? Kuku chotara ni kuku ambao unaweza kumfuga ndani ya muda mrefu, afu kwenye mazingira ya kawaida sana, kwamba unamfuga kienyeji, kwa sababu ni almost 90% kienyeji. Unaweza kumfuga kwenye mazingira ya kawaida sana na akaenda vizuri, ana uwezo wa kukutagia kwa muda, kwa muda wa miaka miwili continuously anakutagia mayai kama utamlisha vizuri. Kila kitu ni lishe jamani, ukimlisha vizuri, maana yake ni kwamba atakupatia matokeo mazuri sana. Mahitaji of course utahitaji, utahitajika kuwa na mabanda na nini. Vitu vyote tutavijenga, tutavitengeneza kutokana na budget ambayo, wakati tumeiandaa kama kama kikundi. Projection ni tuseme kwamba tuna, tunaanza na kuku mia mbili kwa kuanzia, si ndio? tunaanza jamani. Nafikiri tuanze na na namba ndogo kusudi tuone namna gani tunaweza tuka, tuka manage ile Okay, tukiwa na kuku mia mbili kwa mahitaji ya miezi sita ya mwanzo, ni kama miezi mitano, kwa sababu miezi ya sita, mwezi wa sita tunategemea kwamba kuku waanze kutaga vizuri sana, sawa. Ile kwa kwa miezi sita ya kwanza tunanunua kifaranga cha siku moja ambacho kinauzwa elfu moja mia nane mpaka mpaka 2000. Tuseme ni shilingi 2000 kwa kifaranga kimoja, si ndio? Tutanunua vifaranga vyetu mia mbili. Tukinua vile vifaranga vyetu mia mbili kwa mwezi mmoja na nusu watakuwa nakula chakula chao kinaitwa starter ambayo ni pellet. Ile starter kwa mwezi mmoja na nusu wale vifaranga mia mbili watakula mifuko minne. Kila mfuko una kilo hamsini. Kwa maana yake ni kwamba ndani ya mwezi mmoja na nusu wale vifaranga watatumia laki mbili na hamsini na mbili peke yake kwa ajili ya kile chakula. Kwa mwezi mmoja na nusu unaofuatia watakula chakula kinaitwa grower. Ule mwezi mmoja wa kwanza lazima wanapata chanjo kuna zile chanjo za muhimu sana ambazo kuku anataka kuzipata katika ile mwezi mmoja wa mwanzo ambazo zinamfanya yeye baadaye aweze kuendelea vizuri. Utofauti wa broiler na na hao wengine ambao nawataja hapa uh, chotara ni kwamba hao wakishapata zile chanjo za awali wanaweza kaendelea kuishi vizuri kabisa. Tofauti na wale wengine ambao anatakiwa endelea kupata madawa continue wa zile kusudi aweze kusurvive. Ku, ku, ku, ku, ku, kwa hiyo kwa mwezi wa mwezi wa nne atatumia uh, chakula kinaitwa finisher. Hapo atakuwa ameshaanza kula sana, kumbuka kwamba ameshakua huyo kuku Sawa. Kwa miezi mitano mwishoni, tunaenda kwa mwezi wa, wa sita, automatically tunambadilishia chakula tunampa amba chakula ambacho kitaenda kumboost yeye kutaga.